kirundi irundi nganira tukumvira tukumvirana kabisa murakoze cyane ndabashakira umwanya mwiza mu mwobaza vyo vyose kuri ibibazo ingorane zo kugora zo kuronkinda na ingorane za, uh, za infection uh, kwenye muri

ambazo uh, unaweza ukapata uh, nafasi ya kuuliza lakini pia na kuweza kuchangia pamoja na mimi. Asante sana guys. Nawatakia wakati mzuri. Hmm? Kwa nini mimi nimesema? Take it. Aidaisha kati. Uko bishaka.